Katika tukio la kushangaza na lililozua mjadala mkubwa nchini Zambia na katika ukanda wa Afrika, Rais wa sasa wa Zambia Hakainde Hichilema ametangaza rasmi kusitisha mpango wa maombolezo ya kitaifa kwa ajili ya raisi wa zamani marehemu Edgar Lungu. Taarifa hii ilitolewa mara baada ya kuwepo kwa sintofahamu na kutokuelewana kati ya serikali na familia ya marehemu Lungu kuhusiana na mipango ya mazishi. Uamuzi huu umeibua hisia tofauti miongoni mwa wananchi na wachambuzi wa masuala ya kisiasa, huku baadhi wakiona kama ni ishara ya uhasama wa kisiasa unaoendelea baina ya serikali ya sasa na utawala uliopita. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na vyombo vya habari vya kitaifa na kimataifa, Rais Hichilema alisitisha mpango wa maombolezo hayo baada ya kushindwa kufikia makubaliano na familia ya Lungu juu ya taratibu za mazishi. Hali hiyo inaonekana kuwa na matokeo tofauti yakimtazamo kuhusu namna ya shughuli hiyo ya kitaifa ilivyopaswa kuendeshwa. Kwa kawaida viongozi wa kitaifa waliotumikia nchi kwa nafasi za juu kama urais hupatiwa heshima ya kitaifa kwa mazishi, ikiwa ni pamoja na kipindi cha maombolezo ya kitaifa, bendera kushushwa na nusu mlingoti na hotuba maalum kutoka kwa viongozi wa serikali. Hata hivyo, katika tukio hili, hali ilikuwa tofauti. Familia ya marehemu ilionyesha nia ya kuwa na udhibiti mkubwa juu ya taratibu za mazishi jambo ambalo serikali ya Hichilema ilionekana kutolitambua kwa kiwango hicho. Kutokana na hali hiyo, serikali iliamua kuachana na utaratibu wa kitaifa na badala yake kuacha familia kuendesha mazishi kwa namna watakavyoona inafaa. Uamuzi huu umechukuliwa na baadhi ya watu kama ni wa busara, hasa ikizingatiwa umuhimu wa kuheshimu matakwa ya familia, lakini kwa upande mwingine umeibua masuala mengi na maswali tofauti kuhusu hali ya kisiasa na heshima ya viongozi kwa viongozi wastaafu. Kusitishwa kwa maombolezo ya kitaifa pia kumetafsiriwa na baadhi ya wa wachambuzi wa kisiasa kama ishara ya mgawanyiko wa kisiasa unaokuwa kwa kasi nchini Zambia. Kwa muda mrefu kumekuwepo na mvutano wa chini kwa chini kati ya Rais Hichilema na mtangulizi wake hasa kutokana na tofauti zao za kiitikadi na usimamizi wa madaraka. Hali hii huenda imeathiri kwa namna serikali ya sasa inavyoshughulikia masuala yanayomhusu Lungu katika kipindi chake cha mwisho.